Dawa hii dawa salafia ni dawa kubwa, dawa mubaraka. Usipige vita kwa sababu umesikia sikia watu tu wanasema, hebu fuatilia kuna nini ndani yake. Usiseme ah fulani bwana ah, kwa kuwasema watu tu, na ukachukua wale bwana kwa kusema watu tu na ah, wewe ukachukua hivyo hivyo ukabeba ukapeleka mbele ya safari ukaanza kuachafua watu kwamba wale kazi yao kuwasema watu mimi nawaambia hakuna dawa ambayo imesalimika na kuwasema watu, lakini kwa msingi upi? Hilo ndio jambo la msingi. Ukiwaangalia Mashia, wao wanawasema watu, tena watu bora kuliko watu wote, wanaotukana masahaba wa kuna watu walio bora zaidi kuliko masahaba katika umma huu baada ya mtume wa Allah tabaraka wataala. Mbona wale amewasemi kwamba wawasema watu, jamaa zenu marafiki

hao hizbiyun wamekaa kazi kwa sana masalafu awasema watu hawat kwa sana masalafu ni watu pia masalafu, lakini sasa kusemana huko lakini kwa msingi gani? Usimseme mtu kwa batil. waqulu linnas husna wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, hiyo ndio msingi wao. Mnaposema fanyeni uadilifu, mzungumze mtu kwa uadilifu. Amezungumza mtu maqala batila, amesimama kwenye mimbari anapotosha watu, simama kwenye mimbari mwake wazi kwama haya maqala, maneno haya ni ya batil. Mbona hukumwita ya? Mbona yakutufuata tuwafuate wao, tuwao wengine, nani akizungumza batil

Liyahlika man halaka n bayina wayahya man haya n bayina. Sitaki kufunga funga maneno. Ikibidi kuwataja watu na batili zao, taja, lakini kwa haki. Usimzulie mtu urongo, ukasema kitu ambacho hakipo, ukavuka mpaka wake, pengine ukamzungumza yeye binafsi katika mambo yake binafsi, fulani ana kitu fulani, kwanza fulani Us, us, usifanye hivyo ukamzungumza fulani kama fulani, si sawa, si katika msingi ya sawasawa huu, utakuwa ni ubinafsi, sasa kuingilia mambo ya binafsi. Lakini amepotosha katika dini, amezungumza jambo ambalo si sawa, ni kinyume na haki, ni wajibu juu yako, wajibu kwa fardhi ya kifaya, ni wajibu, ni fardhi juu yako kwa kifaya, usimame ubainishe haki. Huu ni msingi madhubuti katika misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa, lakini yale mambo ya kunyamaza na kufunika kufunika, mambo inafika wakati watu wanaona kwamba ile batil ikuwa ni kwa haki. Kwa nini? Kwa sababu wao ausemi, waogopa ukaambiwa kwamba huyu ni katika wale wanawasema watu. Watu wote husemana bwana, watu, watu kwenye biashara wasemana, kwenye siasa wasemana, kwenye dini wasemana, kila mahali uko mitaani watu husemana pia. Lakini ni kwa haki au kwa batil? Ukimsema mtu kwa batili, mana utakwenda kusimama naye siku ya kiyama. Ukiinyamazia batili, iko mbele yako batili na waweza kuikemea, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo msingi wa da'wa ni msingi muhimu sana, unatakiwa ufahamike kwa maduati kwamba kuna msingi huu wa watu kulazimiana na njia ya asala Si mtu kila mmoja anaamua tu kupeleka daa wanavotaka yeye.